Na moja kwa moja kutoka katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Aa, mjini Arusha ambapo leo kuna uzinduzi wa safari za kimataifa katika shirika la ndege la Flightlink. Tumeweza kufika hapa kwa mara ya kwanza kuweza kufahamu zaidi kuhusu uzinduzi wa safari hizi. Tuko na mkuu wa uendeshaji wa wa shughuli za Flightlink, Mr. Jamil Kasam. Aweza kutufahamisha mambo tofauti tofauti kuhusu uzinduzi wa safari hizi. Abiria tayari wako wanaanza ku, uh, kufuata taratibu zote za uhamiaji kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya safari yao vizuri kufika moja kwa moja nchini Kenya. Mr. Jamil ni wakati mzuri sana. Asante. Hii ni safari yetu ya pili ya kimataifa. Ya kwanza ilikuwa Mombasa na hii ni ya pili ambayo tunaondokea hapa Arusha, lakini kwa airport ya Arusha hii ni safari ya kwanza schedule operations za ku, za kimataifa. Yaani, utafiti ambao tuliofanya ikatuonyesha kuna demand kubwa kutoka hapa kwenda uh, Nairobi Wilson na sio hiyo tu, pia tunaanzisha safari zetu zingine ambazo ni kutoka Zanzibar kwenda Jomo Kenyatta. Pamoja na hiyo, tunaanza Mwanza tarehe moja Julai. Kwa hiyo ni upande wa utafiti ambao tuliofanya, tukaona hizi areas ni ambazo demand ni kubwa, kwa hiyo tukaamua tuanzishe safari hizi katika kipindi hiki cha uzinduzi. Ya abiria watarejea ofa yoyote ama huduma yoyote ya kipekee katika safari hizi? Uh, ofa zipo ambayo tumeshazitangaza kutoka kwenye mitandao zetu za aplike, mobile application pamoja na website yetu, na bei ni nafuu, kwa hiyo nawakaribisha wote wasafiri nasi kwenda Nairobi Wilson pamoja na hizo safari zingine ambazo tunazindua kwenda mbele ni ya Jomo Kenyatta na Mwanza. ya yeah, Jomo Kenyatta na Mwanza na ya yeah, Jomo Kenyatta hasa itakuwa itafanyika lini uzinduzi wake? Tarehe moja mwezi wa saba, tunazindua asubuhi tutakuwa tunazindua Mwanza na jioni tunazindua Zanzibar Jomo Kenyatta. Uzinduzi wa safari hizi, ongezeko la safari hizi zinaleta tija gani hasa katika shirika la ndege la Flightlink? Ni tija kubwa because sasa tutaweza kuwapa watu connectivity, watu ambao wakitoka Nairobi wanaweza kaenda mpaka Serengeti. Au mtu anatoka Nairobi anaweza kaenda mpaka Mwanza. Kwa hiyo ni connectivity ambayo tumeangalia kwenye Network planning yetu na itatuletea tija kubwa sana, sio kwetu tu, kwa wote. Yani ukiangalia hata Arusha Airport itapata tija kubwa sana na fursa nyingi zitatokana na hiyo uh, operations ambazo tunaweza kuja kufanya sisi. Ni wazi kwamba hii ni safari ya kwanza kutoka Arusha uh, kuelekea Wilson Airport, lakini kuna baadhi ya mashirika ambayo yanafanya safari zake kuelekea Nairobi. Mnajitofautisha vipi na mashirika mengine ni ni uh, katika swala la huduma za anga? Huduma zetu ni bora, ukiangalia on time performance yetu ni kubwa. Na ndege ambazo tunazitumia ni za kisasa, na on-time performance yetu ni kubwa sana. Kwa hiyo ni service ambayo tunatoa, huduma tunatoa ni tofauti kuliko uh, shirika zingine. Safari ya kutoka hapa Arusha Airport kufika Wilson inaweza ikachukua muda gani hasa? Ni dakika 35. Nitoe shukrani kwa Director General wa mamlaka ya usafiri wa anga Mwana Salim Sangi, pamoja na Director General wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania Mwana Abdul Mambokoleo, koleo pamoja na Arusha Airport ndugu yetu Edgar hapa ambao wametuwezesha kufikisha leo tuweze kufanya hiyo safari tarehe 15 kama tulivyopanga sisi. Kwa hiyo nawashukuru sana pamoja na tunashukuru pia Wizara ya husika ya Kenya ambayo imetoa vibali kwa, na sisi tutategemea kuwekeza zaidi hapa Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru wote ambao wamefanya hii safari ifanyike kwa muda tuliopanga. Asante. Tuko hapa Arusha Airport katika uzinduzi wa safari za kimataifa la shirika la ndege la Flightlink kutoka hapa uwanja wa ndege wa Arusha kuelekea Wilson Airport. Naitwa Zena Kasim, uendelea kutufuatilia.